Wakati migogoro ya familia ikitajwa kuwa chanzo cha ongezeko la watoto mitaani katika maeneo mbalimbali nchini, wananchi jijini Mbeya wameeleza maoni yao juu ya hali hiyo, huku wakiitaka jamii kushirikiana zaidi katika kuwaokoa watoto hao na kuwapatia malezi bora wanafujo lakini sasa tunaomba jamani, jamii tuangalie hata hawa wahusika kwenye vyombo vya habari, serikali, nyie waandishi wa habari tusaidieni, pazeni sauti zenu, tuone serikali wanasaidiaje. Kama serikali inalijua hili swala ilitokea ifanyie ifanyie kazi, sio saa hizi, yani tayari iishaharibikiwa ya kufanyia kazi hapo tu ni kutafuta hata migambo wa jiji chakula mavazi malazi na pia kupata riziki ya kujikimu na familia zao, kwa sababu watoto mtaani wanashinda sana, utakuta kwenye madampo ili kutafuta hizo hela za kuzima mahitaji yao kwenye chakula na pia rasimali za ulinzi katika afya zao kama vile magonjwa ni rahisi na kupata. Fadhili Majaliwa maarufu kama Mwamba, ni msimamizi wa moja ya kituo kinachowahudumia watoto hao hapo mkoani Mbeya, amesema watoto wengi wamejikuta mitaani kutokana na changamoto mbalimbali mbali za kifamilia na kijamii. Anasema yeye amekuwa karibu nao kiasi cha kuonekana kama mjomba kwa watoto hao, hata wale walioko bado mitaani. Kutelekeza mtoto, unaweza ukamtelekeza mtoto, unalala naye ndani, unakula naye chakula, unamnunulia, una, una, una nguo za shule na shule anaenda, lakini umemtelekeza, hajawa rafiki, hajawa mtu wa karibu hana follow up hana mtu anabaya na anamfuatilia kwa ukaribu ili kuweza kum, kumsikiliza changamoto zake, hata yale mazuri yake. Unakuta tunakuwa tuko busy, lakini sababu nyingine, migogoro ya kifamilia, baba na mama wametengana, hawajatengana katika namna iliyo nzuri. Mtoto anachukuliwa anapelekwa kwa bibi, bibi hana uwezo, alafu au labda mama anabaki anamchukua mtoto, anabaki na mtoto, mama naye maisha yake anapambana, miguu ni saidia, anaamka asubuhi, labda anazungusha ndizi Serikali ya mkoa wa Mbeya imesema inatambua uwepo wa changamoto ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani na kwamba imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha tatizo hilo linadhibitiwa. Akizungumza na Wakili TV, afisa ustawi wa jamii wa mkoa wa Mbeya Aika Temu, amesema juhudi mbalimbali zinafanyika katika kupunguza idadi ya wa watoto wanaoishi mitaani. Jina langu ni Aika Temu, ni afisa ustawi wa jamii mkoa wa Mbeya. Uwepo wa changamoto ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani kwa mkoa wetu wa Mbeya, pia imekuwa ni changamoto hasa katika halmashauri ya jiji pamoja na halmashauri ya wilaya Mbeya Mbeya, kwenye eneo la Mbalizi, lakini pia katika halmashauri ya jiji katika eneo la Kabwe. Uh, watoto hawa, kumekuwa na sababu mbalimbali zinazowapelekea mbali, hawa watoto kuja mtaani. Kwanza, changamoto ya malezi tunajua, uh, kumekuwa na changamoto kubwa sana ya malezi katika familia ambayo imepelekea watoto hawa nyumbani kutokuwa tena salama, watoto hawa na kuamua kwenda mtaani kuishi mtaani. Na tunaposema changamoto ya malezi imejumuisha masuala ya ukatili lakini masuala pia ya uh, ukatili wa kijinsia, ukatili dhidi ya watoto, lakini pia masuala ya watoto ukatili, tunasema baina ya wazazi, migogoro ya kifamilia. Yeah, lakini pia kutengana kwa wazazi, kuachana, wazazi kufariki, watoto kuwa wanajilea wenyewe. Lakini pia tunaona pia kuna sababu nyingine ambazo ni kwamba watoto wengine unakuta kutokana na changamoto ya kipato cha familia, yeah, inapelekea unakuta watoto wengine kuanza kwenda kuishi kule mtaani, kwa sababu kule kuna vitu vidogo vidogo ambavyo yule mtoto anakuwa akivifanya, labda anapewa mia, yeye anapewa mia ngapi, anaweza kanunua kakitu akala, kwa hiyo anaona kuliko kwenda shule, anaona bora akaishi mtaani, kitu ambacho sio sio sahihi. Kwa hiyo kumekuwa na sababu nyingi sana ambazo zinawapelekea watoto hawa kuingia mtaani, na imekuwa pia ni changamoto kubwa sana kutoka kutoka sasa mtaani. Kwa hiyo, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imekuwa ikifanya juhudi kubwa sana kuhakikisha kwamba watoto kundi hili la watoto wanarudi katika familia lakini kwa wale ambao labda kwa namna moja au nyingine kuna changamoto kubwa kwenye familia, serikali kupitia idara ya ustawi wa jamii katika halmashauri ya jiji, lakini kwa kushirikiana na wadau wengine ambao tunafanya nao kazi kwa pamoja, tumekuwa tukiwakutanisha kwa pamoja watoto hawa na kubaini sababu zinazowapelekea wao kwenda mtaani na kuweza kuwasiliana na familia. Tumekuwa tukiwaita wazazi au walezi wa hawa watoto, kwa wale ambao wamekuwa wakipatikana na tume tukijadiliana nao na wengi wanakuwa wanasema watoto hawa amenishinda, lakini unaangalia kwamba wamemshinda kwa namna gani. Mara nyingi inakuwa tu ni changamoto ile ya malezi, unakuta kuna mahali mzazi au mlezi aliteleza, kwa hiyo kapelekea mtoto kuingia mtaani. Sasa kumrudisha inakuwa changamoto kwa mzazi au mlezi, anasema ah, mimi huyu mtoto amenishinda, nikimrudi nikimwambia asiende anarudi mtaani, na yule mtoto tayari anakuwa ameshazoea mazingira ya mtaani. Kwa hiyo tuna kama serikali tumekuwa na jitihada hizo kwa sababu kwa utaratibu watoto wanatakiwa waishi kwenye jamii kwenye familia zao. Kwa hiyo kwa wale sasa ambao kumekuwa na changamoto, unajua kuna wengine wanaishi na bibi ambao hawajiwezi kabisa, kuna changamoto ya kiuchumi, kuna changamoto ya migogoro ya kifamilia. Kwa hiyo jukumu la afisa ustawi ni kuhakikisha kumaliza zile changamoto zilizo katika ile familia na kuhakikisha na mtoto anawekwa mahala salama ili kuhakikisha kwamba uh, baada sasa ya zile changamoto kuisha ku, ku, au kupungua katika ile familia mtoto anarudi katika familia lakini tumekuwa na sehemu salama, tunasema nyumba uh, tunasema makao ya watoto ambao tumekuwa tukiwahifadhi hao watoto kwa muda, na kwa kushirikiana na wadau tumefanikiwa pia kuwarudisha watoto shule kwa wale ambao walikubali kurudi shule memkwa watoto kumi na saba wali kumi na nne wamefanikiwa kurudi shule kutokea mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Kabla ya hapo tulikuwa na watoto wasiopungua sabini na tano waliokuwa naishi na kufanya kazi mtaani katika eneo letu la Kabwe lakini na Mbalizi. Na baada ya hizi juhudi za serikali kwa maana ya halmashauri ya jiji kwa kushirikiana na wadau mbalimbali watoto hawa wameweza kupungua. Paka mwaka jana mwanzoni tulikuwa na watoto 35, mwaka jana mwaka 2024, lakini mpaka sasa tuna watoto takribani kumi na saba ambao mpaka sasa ndio hawa tunaowaona still bado wanakuwepo kule mtaani tunawaona pale Kabwe, wengine wameanza kuingia pia barabarani, lakini tunaendelea, tunaendelea kuhakikisha kwamba, kwa sababu mabadiliko ya tabia sio kitu cha siku moja, ni, ni process. Kwa hiyo tunaendelea na mchakato wa kuendelea kuwabadilisha tabia, lakini waweka sehemu salama, pamoja na kwamba wanatutoroka, lakini bado tunaendelea, serikali iko makini, iko kazini ee. Kwa hiyo tunaomba tu wanajamii, tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunamaliza hii changamoto, kwa sababu ni changamoto ambayo inazalishwa na sisi wenyewe wazazi na walezi kwenye jamii zetu. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.